Ali Adabu 13 hapa 69 Media inakaribisha sana ewe mfuatiliaji wa chaneli yetu, lakini pia ni kusihi ufike pale YouTube, andika 69 Media, subscribe kwenye hiyo akaunti, lakini pia bonyeza alama ya kengele kuwa mwanafamilia kindakindaki kabisa wa 69 Media. Sasa hapa leo tunazungumzia kuhusu swala zima la muziki ambao unaendelea kuishi duniani. Moja kati ya vitu ambavyo vinaifanya Tanzania kuwa ni nchi ambayo inasikilizwa zaidi kwenye muziki hapa Afrika shariki ni kuandika miziki ambayo inaendelea kuishi miaka na miaka. E, kuna ngoma ambazo ziliimbwa miaka huko, ukiangalia nyimbo zina miaka ishirini, thelathini, ishirini na tano, lakini mpaka leo ukizisikiliza ni ngoma ambazo zina ujumbe na ngoma ambazo zinaendelea kuishi kwenye masikio ya watu wengi sana wapenda burudani na hata wale ambao sio wapenda burudani lakini wanaendelea kuzipenda ngoma hizo. Mfano mdogo kati ya wasanii ambao waliwahi kufanya vizuri kwenye muziki ni Tanzania ni Lady Jay Dee, ambaye yeye ana ngoma nyingi sana ambazo ameziimba miaka hiyo, lakini mpaka leo ukizisikiliza unasema hii ngoma imeimbwa jana au juzi maanake ni ngoma ambazo zinagusa mioyo ya wapenda burudani, lakini pia wale wanaopenda miziki mizuri basi lazima waguswe na miziki ya Lady Jay Dee. Kuna video ameshare pale na ile video inaonyesha Lady Jay Dee akiwa anaimba na wanafunzi, na baada ya yeye kuuliza e, baada ya kuimba na kuuliza nyimbo gani labda e, wimbo gani wanafunzi wangependa kusikia kutoka kwa Lady Jay Dee, wanafunzi kwa pamoja walisema Yahaya, akawa anaimba nao wimbo wa Yahaya ambao umetoka miaka kumi na tano iliyopita mpaka leo, lakini watoto hao wameweza kuimba muziki huo ama wimbo huo vizuri kabisa na Lady Jay Dee. So Lady Jay Dee so Jay Dee pia akaandika na ujumbe pale chini akasema, katikati ya misa kijana alinifuata akasema, baba gachuma anakuita. Nikatoka kumsikiliza akaniambia, panda kwenye gari, akaanza ku drive sehemu ambayo ni kama pori, akaniambia, leo naenda kukuuza akanipeleka hapa kama surprise kwa hawa watoto, ila anajiuliza Yahaya ina miaka 15 hawa watoto wana miaka mingapi? Ndicho alichokiandika Lady Jd kwa tunaona, muziki ni sanaa yenye uwezo wa kuvuka mipaka ya muda wa vizazi, jambo ambalo limedhihirika kupitia video hiyo ambayo ameiposti Lady Jd kupitia akaunti yake ya X. Alishare video ya watoto eh, umri kati ya miaka 13 hadi 20 wakiimba kwa hisia wimbo wake wa Yahaya. E, kilichomshangaza ni jinsi vijana hao walivyojua wimbo huo licha ya kuwa ulitoka zamani, akiwa wameshangazwa zaidi Lady Jay Dee ndio akaandika huo ujumbe kupitia eh, ukurasa wake wa X na kusema ya kwamba eh, vijana hao eh, wadogo sana lakini wanafahamu wimbo ambao umeimbwa miaka 15 iliyopita iliopita. Maneno haya yanaonyesha kushangaza kwake juu ya jinsi wimbo wake eh, ulivyoendelea kuishi vizazi tofauti. Ya haya ni moja ya nyimbo zilizomtambulisha Lady Jay Dee kama msanii mkubwa Bongo Flavor, na video hii ni uthibitisho kuwa muziki mzuri huendelea kuishi milele. Kwa hiyo Lady Jay Dee ni moja kati ya wanamuziki ambao waliimba eh, vibao vizuri na mpaka leo vinaendelea kuishi eh, kwenye eh, kwenye generation mbalimbali ikiwemo mbali, hii Gen Z kama anavyojiita siku hizi na bado tunaona wimbo wa Yahaya unafanya vizuri, lakini sio Yahaya peke yake. Kuna ngoma nyingi ambazo Lady Jay Dee amekuwa akizifanya mara kwa mara. Hata hivi karibuni, kuna ngoma zake eh, kama mambo matano ambayo pia imefanya vizuri kwenye digital platform mbalimbali eh, kwenye vyombo vya habari huko eh, radio stations, tv stations, kote eh, ngoma yake ya mambo matano imefanya vizuri. Hii ni ushuhuda ama ushahidi wa kile ambacho kinasemwa kila siku ya kwamba kiwa na mziki mzuri basi hata vizazi na vizazi vitaendelea kukumbuka kile wanachokifanya. Lady JD ana miaka mingi sana kwenye game, lakini ngoma yake ya, ya haya imeimbwa na vijana wadogo. Sasa tuangalie kwa upande mwingine, vijana wa siku hizi ama wasanii wa sasa hivi ambao wapo kwenye ulimwengu mzuri wa mitandao ya kijamii, ulimwengu wa kufanya muziki ukaenda vizuri zaidi au ukaenda viral zaidi, tofauti na kina Lady JD ambao kipindi hicho wanafanya muziki walikuwa bado eh, masuala mazima mitandao ki ya kijamii hayajakuwa improved hivyo. Sasa hivi wanaofanya muziki wana nafasi ya kuenda viral zaidi kupitia mitandao ya kijamii digital platform mbalimbali ambazo zipo sasa hivi. Sasa eh, wasanii mbalimbali wamekuwa wakibezwa, hasa kwenye moja ya comment ambazo nimeona kwenye hii posti ya Jide kuna mtu akaandika hapa message yake juu ya kile ambacho kimefanyika. Sister wewe ni legend kama Michael Jackson, Papa Wemba, Kofi na ma legend wote, nyimbo zako zinaishi na kutamba kati ya vizazi. Kuna mmoja hapa ameandika akasema, aga chuma tajiri ya mara hiyo, machawa hawamjui, wangekuwa wanaokota kila siku, ila tu watu wa mara hawatakagi machawa. Kuna moja pia kaandika hapa akasema ya, haya ni wimbo mkubwa wa Lady JD, lakini siyo nyimbo iliyomtambulisha Lady JD kwenye tasnia. Alianza kuimba kuanzia mwaka 99 alikuwa na nyimbo kama Machozi, Wanaume kama Mabinti na Kuambia Siri Yangu na kadhalika. Kwa hiyo hii sio nyimbo iliyomtambulisha, japo ni wimbo mkubwa kwake. Mwingine kaandika Jide mwenyewe hata ringi yupo vile vile, habadiliki, hazeeki, ni karma kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani Lady JD anaweza kuteka vizazi mbalimbali mbali, yani vizazi vya zamani vya sasa hivi na inawezekana hata vizazi vijavyo, kwa sababu kama vijana ambao wana umri wa miaka ambayo yeye alitoa ngoma hawajazaliwa na wanaimba ngoma zake vizuri, basi, basi anaweza kutengeneza inspirational songs ambazo zitafanya vijana waendelee kumkumbuka JD ambaye bado anaendelea kufanya vizuri. Kama unaona comments zinasema, Jide mwenyewe yuko vile vile hazeeki wala haringi anaweza kuimba ngoma zikakaa kami miaka mirefu. Kwa hiyo basi sisi ni nani tubishe, bwana? All the best kwa Commando Jide ambaye anaendelea kufanya vizuri kwenye ngoma zake, lakini pia tunampa shout out za maana, kwa sababu tunaendelea kuburudika na ngoma zake. Mimi naitwa Ali W13 hapa 69 Media, fika pale YouTube subscribe bwana, bonyeza alama ya kengele kwa mwanafamilia kabisa wa 69 Media. Mimi nakwambia fanya hivyo mwanangu, tunaendelea kufanya vitu vizuri zaidi zadi.